wa darasa yetu ya tarehe ishirini na tisa Ramadhani mwaka elfu moja na mia nne na arobaini na moja Hijiria ambayo ni sawa na tarehe ishirini na mbili mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini tukiwa tunazungumzia suala la Zakatu lfitri ambapo hapo nyuma kwenye darsa kabla ya zakatu lfitri tulizungumzia suala la Idi na namna ya kuiswali Idi Alfitri. Katika suala la zakatu lfitri tumezungumzia kwamba zaka ya fitri imefaradhishwa mwaka wa pili hijiria, yani tangu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina, tarehe ya Kiislamu ilipoanza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili tu alipokuwa yuko Madina Zakatul fitri ikafaradhishwa, na imeitwa zaka ya fitri, yani zaka ya kufungua, kwa sababu imeegemezwa kwenye wakati wake kama ilivyokuwa kawaida kwenye lugha ya Kiarabu bahara nyingine, maneno huegemezwa, uvitu huegemezwa katika wakati. Kwa hiyo ikaitwa zakatu alfitri kwa sababu inatolewa wakati wa watu wanapofungua, wanapokuwa wamekamilisha mfungo wa Ramadhani, kama vile inavyosema salatu alfajiri, ikawa inakusudiwa swala inaoswaliwa katika wakati wa alfajiri. Malengo makuu ya kufaradhishwa zakatu alfitri na hikima zake. Miongoni mwa malengo hayo ni, ni, ni kumtakasa au kuitakasa nafsi ya mtoaji zaka, kama ilivyokuwa katika malengo hayo katika zaka nyingine isiyokuwa hii ya fitri, zaka za mali kama vile wanyama, mazao na mengineyo, ambayo imefaradhishwa ndani yake zaka lengo kuu ni kuitakasa nafsi ya yule mtoaji zaka, kadhalika kuitakasa mali yake na kuitia baraka ndani yake. Kwa hiyo katika zakatulfitiri kuna uitaka, kuitakasa nafsi, lakini pia katika zakatulfitiri kunapatikana katika malengo ni kuyaziba yale mapungufu yaliyopatikana kwa mfungaji ndani ya mwezi wa Ramadhani mtu wa zaka anatoa zaka kwa lengo la kuyaziba au kuyakamilisha yale mapungufu yaliyojitokeza katika mwezi wa Ramadhani wakati akiwa amefunga. Hili ni moja katika malengo yake, pamoja kwa na kwamba a, hatuwezi kusimama hapo hapo tukasema kwamba lengo ni hili kwa sababu pia kuna watu wanaotolewa zaka na hali ya kuwa haijawajibikia wao swaumu, kama watoto wadogo au wengine wenye nyudhuru ambao waliruhusiwa kufungua, pia wana ruhusa ya kutolewa zakatu mfitri, na ni wajibu juu yao. Hivyo hivyo kwa watu ambao haikuwajibikia labda pengine amesilimu kabla ya ghurubi shamsi amediriki Ramadhani lakini hakuweza kuifunga, lakini akaingia pia vile vile katika aidi lfitri, huyu pia atatolewa zakatu lfitri kwa lengo lile lile la kuitakasa nafsi na kutia baraka ndani yake na kwa kuzingatia malengo mengine. Kwa hiyo malengo haya ni murakkaba yamepandanishwa, na kwa yote yakikusanywa hupatikana hikma adhima ya kufaradhishwa zakatu lfitri lakini pia miongoni mwa malengo hayo ni kumpa furaha na ni miongoni mwa malengo ya zakatu zakatulfitri ni kumpa furaha maskini wa Kiislamu, kuwapa furaha mafakiri wa Kiislamu na kuwatosheleza wao ili kuwazuia wasihangaike kutafuta riziki siku adhim, siku ya Idi Alfitri. Badala ya kuhangaika kwenda huku na kule, kutafuta riziki, kwenda kufanya kazi, basi baadhi ya waislamu wawatoshelezi waislamu wenzao kwa kuwapa zakatulfitiri. Hili pia ni katika malengo ya kufaradhishwa zakatul fitri, na haya yamefafanuliwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama anavyotuelezea

dhidi ya vitendo vya puo, yaani porojo na maneno machafu, kumtakasa atakaswe, kama ilikuwa amefanya hayo katika mchana wa Ramadhani, amefanya hayo katika mwezi wa Ramadhani na hali ya kuwa amefunga, basi zaka ya fitiri imtakase kwa haya. Kadhalika, wa tu'matan lilmasakin, na kwa ajili ya kumlisha maskini

Basi hiyo ni sadaka tu miongoni mwa sadaka. Kwa hiyo, tumeona kwa kupitia hadithi hii kwanza kwamba zakatu zakatulfitiri ni fardhi, sio sunnatu muakkada, wala sio kadha, ni fardhi, ndio daraja yake. Kwa kila Muislamu katika wale waliowajibishwa kutoa zaka, ni wajibu juu yake kuitoa na ni fardhi juu yake kuitoa. Asipofanya hivyo, atapata dhambi. Muislamu akiacha kutoa zakatulfitri na yeye anayo sifa au vigezo vilivyotajwa na sheria, kwamba hivyo vikimpatikania mtu anatakiwa atoe zaka na akawa hakutoa kwa maksudi, anapata dhambi. Na wanaostahiki kupewa zaka au wanaostahiki kutolewa zaka, nani anastahiki kutoa zaka? Ni nani anayestahiki kutoa zaka na kutolewa zaka, yani mtu mwingine akatoa kwa ikawa dhima yake dhima yao iko juu yake, au yeye ndo amebeba dhima ya kuwatolea zaka, ni kina nani hao? Aa, kila mwislamu kwanza anawajibu na ulazima wa kuitolea zaka nafsi yake, kama akiwa ana miliki ye kiwango cha utoaji wa zaka, nayo wanawachuoni wanaeleza ni umiliki mtu akawa ametimiza chakula cha siku ile ya Idi na ziada. Sasa akiwa na ziada ya hapo na chakula chake cha kujitosheleza siku ile na akawa anamiliki na, na ziada, basi anatakiwa huyo atoe zaka, aitolee nafsi yake. Kadhalika kama anacho tena kiasi, awatolee watoto wake wale ambao wanamtegemea yeye katika matumizi ya kila siku na mkewe au wake zake pia na wale wote wanaomtegemea ambao wako chini ya himaya yake, wanaomtegemea matumizi yao ya kila siku, hawa wanatakiwa watolewe zaka. Kwa hiyo wewe kama baba mwenye familia au kaka, wewe ndio una majukumu na masuulia hapo, wewe ndiye mlezi, basi wale unawalea, una wajibu wa kuwatolea zakatulfitri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalama

ya vyakula vinavyotakiwa vina vitolewe. Kwa hiyo hili nalo ni jambo la pili, na akataja hapa, akataja tende na akataja shair. Na jambo la tatu akawaainisha au akawataja watu ambao wanastahiki kutolewa zaka. Tukaona kwamba zaka ni wajibu kutolewa e, itolewe na mtumwa au muungwana mwanamume au mwanamke mtoto mdogo au mtu um, mzima, miongoni mwa Waislamu. Hili ni jambo la tatu. Jambo la nne ambalo limebainishwa na hadithi ya Abdullah Ibn Abbas ni wakati wa kutolewa zaka, kwamba wakati wake ni kabla ya watu kwenda kuswali, kabla watu hawajatoka kwenda kuswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha itolewe Zakatu alfitri na Jambo jingine ambayo limeghafilika ambayo itakuwa ni kama jambo la tano, ni kiasi. Kiasi cha zaka zakatul fitri ni kiasi gani ambacho itatakiwa kitolewe katika hivi vyakula vilivyotajwa? Imetajwa hapa kuwa saan saan min tamrin mathal, wa saan au saan min shairin, pishi pishi moja na pishi moja kwa mujibu wa vipimo vya kisasa kutumia kilogram kutumia gramu hizi, yani mizani mizani, kuangalia gramu kilo, inakuwa ni kilo mbili na gramu arobaini kwa sababu kilo moja ni gramu elfu moja kilo mbili ni gramu elfu mbili Sasa hizi ni kilo mbili 2 na gramu arobaini Baadhi ya wanaochuoni wamelihadidi hilo wakatolea maelezo hivyo kwa kilo mbili na gramu arobaini. Baadhi ya wanawachuoni wakasema si vibaya mtu akatoa kilo mbili na robo, wengine wakafikia mpaka kilo mbili na nusu, lakini hasa kiwango ni kilo mbili na gramu kilo mbili na gramu arobaini, kwa sababu kilo mbili na robo ni, ukisema kilo mbili na robo itakuwa ni kilo mbili na gramu mia mbili na hamsini. Robo kilo ni gramu mia mbili na hamsini nusu kilo ni gramu 500. Sasa utakuwa umetoa na ziada tu ukitoa kilo mbili na robo au kilo mbili na, na nusu. Lakini sa'am inakuwa ni gramu elfu mbili na arobaini gramu elfu mbili na arobaini ndio sa'am ambayo sawasawa na kilo mbili na gramu 40. Sasa swali linakuja, je, itafaa kutoa chakula kingine kisichokuwa ngano chakula kingine kisichokuwa shairi au tukua, ngano nyekundu imetajwa na tende zimetajwa. Je, inafaa kutoa chakula kingine? A, hadithi sahihi kama zilizotangulia, kuna hadithi sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo anaisimulia sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anasema Kunna nukhriju zakata alfitri saan min taamin, tulikuwa tunatoa zakatu alfitri. Ai, anakusudia katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anakusudia katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwamba wao walikuwa wakifanya hivyo. Katika riwaya nyingine, ambayo riwaya ipo katika sahihi Muslim

maziwa ya unga, maziwa ya unga, wengine wa tafsiri maziwa mgando, lakini aqit ni maziwa ya unga. Yanakuwa maziwa ya mnyama, yanachemshwa mpaka yanakauka, alafu yanakisha ganda, yanakaushwa. Kwa hiyo yakisagwa hivyo yanakuwa ni unga ule, ndio itwa aqit kwao. Ni e, labanu naami al-mujaffaf, wanasema hivyo ni maziwa ya wanyama hao, au wanyama wa kufugwa hawa, yaliyokaushwa ndio ad kweyo pia amesema itolewe zaka au saa min shairin au pishi ya ngano nyekundu, hii ambayo ipo mpaka sasa. Lakini hivi sasa matumizi yake makubwa yamekuwa watu wanayatumia katika matumizi mabaya ya kutengenezwa pombe bia. Hizi pombe za viwandani asilimia kubwa zatengenezwa na shairi. Afana llahu wa iyyakum. au saan min tamrin au pishi ya tende au saa min zabibin au pishi ya zabib. Hadithi inda Muslim, ambayo ni hadithi nambari 985 katika sahihi Muslim. Kwa hiyo itafaa kutoa vitu vingine isiyokuwa uh, tende na shairi, bali isiyokuwa ngano pia, ngano nyinginezo bali iye siokuwa maziwa yani, unga wa maziwa kwa sababu imesemwa taam, imesemwa taam. Sasa hapa pia pana maelezo kidogo, tutakuja kuyataja huko mbeleni, kwamba lakini Abu Saidi amesema kwamba muradi wa chakula pale ni ni ni ni shairi na zabibu na aqit na tamri

watolewa chakula kingine tatoa mchele na huku, haukutajwa hau mchele, alafu tukakataa pesa na pesa ambayo pia haikutajwa. Sasa mwatumie kiasi gani cha kukubali mchele ambao haukutajwa, kakataa pesa ambayo pia haikutajwa, pale pamataja neno taam, sababu baadhi ya wanaochuoni na baadhi wengine wanafsiri ah ha, taamu hapa ni ngano. Tutaona maelezo hayo kwamba i yana, yana, yana kina kiasi gani na ina hoja kiasi gani?